na kifo akisikii inasema kuwa kifo akiloni, kwa sababu akifunui macho ya kuangalia kuwa huyu ni mtu ambaye anamcha Mungu au mtu mtu huyu anafadhila za Mungu au mtu huyu ni mtoto au anaweza

Umbo, na kwa kuwa kifo cha baba yetu kilikuwa ni ghafla, tumebakia na masikitiko mengi, lakini sisi waamini tunaimarishwa na maneno ambayo tumeyasikia kutoka katika somo la kwanza ambayo balo inaimani Marehemu Padre Kato aliyakumbuka maisha yake tangu alipobatizwa na baadaye alipopewa daraja ya wote maana Bwana amenena hayo, na hayo tumeyasikia kutoka katika somo la kwanza ambalo limetoka katika kitabu cha nabii Isaya sura ya ishirini na tano aya ya sita mpaka ya nane Kwa hiyo marehemu Padre Kato anakwenda kuingia katika sherehe hizo ambazo zinafuta machozi ambayo labda kwa kufuatana na uzee wake na hali ya kiafya ambayo alikuwa nayo, vilikuwa vinamhangaisha na hata maisha ya kawaida yalikuwa yanamhangaisha. Kwa hiyo sasa, kwa kuwa amemtumikia Mungu kwa uaminifu mkubwa, Mungu kwa anapatia zawadi ya maisha ya milele ambapo hakuna machozi au maumivu ambaye yalikuwa anasikia katika uzee wake. Wapendwa waombolezaji, somo la pili nalo linatuimarisha katika imani na somo hili limetoka katika waraka wa mtume Paulo wa Warumi nanu, na nakufundisha kuwa basi tulizikwa pamoja naye kwa njia ya ubatizo katika mauti yake, kusudi kama Kristo alivyofufuka katika wafu kwa njia ya utukufu wa Baba, vivyo hivyo na sisi twenende katika upya wa uzima. Kwa maana kama tulivyounganika naye katika mfano wa mauti yake, kadhalika Neno hili kuwa utu wetu wakale nae, wa kale ulisulubiwa pamoja naye ili mwili wa dhambi ubatilike tusitumikie dhambi tena, kwa kuwa yeye aliyekufa amehesabiwa haki mbali na dhambi. Haya tumeyasikia kutoka katika au waraka wa Mtume Paulo kwa Rumi sura ya sita haya ya nne hadi ya sita. Kwa kuwa marehemu Padre Kato aliamini mafundisho haya na yeye mwenyewe alia imani yake aliyokuwa naye, Mungu atampokea katika maisha ya milele. Wapendwa, pia tunayo imani na matumaini kuwa marehemu Padre Melchior Kato atapokelewa huko mbinguni, kwa kuwa aliamini maneno ya Kristo ambayo tumeyasikia katika Injili ya leo, ambayo, ambayo tumesema baba kipadre kama tulivyosikia katika wasifu wake, umesikia kwamba alikuwa mnyenyekevu, akizingatia viapo vyake na viiku aliyoishi ulikuwa kumona akitembea na kitabu kikubwa alichokuwa amekishikilia mkononi mwake, breviare, akisali akisai. Kwa hiyo, kwa kuangalia matendo yake mazuri na mema, tunayo imani kwa kifo hiki cha ghafla Mwenyezi Mungu duniani ili kumwondolea maumivu ambayo alikuwa nayo na yeye mwenyewe Bwana wetu Yesu Kristo ametufundisha kwamba, njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa mizigo, nami nitawapumzisha. Haya tunayasoma katika Injili ya Mathayo sura ya kumi na moja aya ya ishirini na nane. Hivyo huyu baba yetu amekuendea kwa upendo mkubwa. Alitoa maisha yake kwa utumishi wa Mungu wa Mungu, kanisa na watu bila kujibatiza, hasa kwa wale wote ambao aliwaongoza kiroho. Hayo yameshuhudiwa seminarista waliosoma kabo Rubya mfungamo ambao yeye mwenyewe aliwafundisha, na baadhi ya wale ambao walipitia seminari aliyowafundisha. Alifanya hivyo akifuata mfano wa Bwana wetu Yesu Kristo na akifuata mafundisho sema kwa kuwa yeye aliutoa uhai wake kwa ajili yetu, imetupasa na sisi kutoa uhai wetu kwa ajili ya hao ndugu, kwa ajili ya hao ndugu. Hayo tumeyasoma kutoka katika kitabu cha kwanza au barua sura ya tatu haya ya kumi na sita. Pia wapendwa, waongozaji kama tulivyosikia katika wasifu wake, Padre Kato alikuwa ni mmoja wako wa mapadre wasomi wa jimbo katoliki la Bukoba. Alisoma mpaka ngazi ya uzamivu katika chuo kikuu cha kipapa cha Angeliku, cha huko Roma. Licha ya kwamba alikwenda masomoni akiwa umri umeenda katika uzee, lakini alipambana, alijitahidi katika masomo yake na kawa amepata hiyo degree ya unaki. Sehemu nyingine, na sisi tunao mwaga hapa, ninaomba tupige makofi kwa kwa kuwa hayo aliyoyafundisha aliyaishi, na aliyaweka katika maneno na matendo yake, nayo kwa macho yetu ya kibinadamu Ninaomba tumshukuru Mwenyezi Mungu sasa hivi na kumpigia makofi kwa utume wake huo ambao wapendwa wale aliowaongoza kiroho, baadhi wanashughulia kuwa yeye alifungua moyo wake kwa wale aliowaongoza aliwafungulia moyo wake walipoenda kwa mafundisho ya kiroho au kwa maongozi ya kiroho na hayo yanashughuliwa na baadhi ya masista aliyowalea wakatakiwa kule Nyaigando, wanafunzi waliosoma huko Rutabo seminari ndogo na seminari kuu ya Ntungamo. Pamoja na kwamba huyu Padre Melchior Kato alitumikia kwa uaminifu mkubwa, lakini kwa kuwa kifo chake kimekuwa ni cha ghafla mno, Bwana kwake ujakwake kuchukua kama mzi tunavyosoma katika Injili ya Luka sura ya 23. Wenda yeye alivyochukuliwa hivyo ghafla, wenda alishindwa mambo mbalimbali kabla ya kifo chake, na uenda alikuwa akitayarisha kwa kifo hicho kitakatifu. Kwa hiyo ninawaalika, naendelea kualika kama tulivyo mwombea katika sehemu mbalimbali, baada ya kusikia kifo chake, tuendelee mwombea. Uenda katika maisha yake ya kibinadamu alishindwa hapa na baa tuendelee kumuombea Mwenyezi Mungu ampokee huko, ampoke mbinguni, na kama tulivyosema mwanzoni mwa misa takatifu amoshe yale yote ambayo alishindwa kutimiza kwa sababu ya udhaifu wa kibinadamu. oko batulaambila oluluwaya havili okituma ekilaki ekucuma Kwetu sisi mapadri, watawa na waamini tunaobaki, ni kifo chake ni ujumbe kwetu kuwa kila mmoja ajitayarishie siku yake ya mwisho. Maana hatujui sisi tuliobaki nyuma tutachukuliwa kwa njia gani. Kwa mzee wetu Mungu amependa apitie katika njia hiyo. Lakini wenda wengine wataitwa wataitwa miongoni mwetu wakiwa njiani, wengine wanaitwa wakiwa wamelala, wengine ina siku hiyo ya mwisho inawakuta wakitembea. Ndugu zangu, tujitayarishie hiyo siku ya mwisho. Hatujui saa wakati na muda gani, tujitahidi kuishi amri za Mungu, ingawa siku hizi watu amri za Mungu ni kama wamezisahau baadhi yetu i wengine wanasema ni kusogeza lugha, hiyo haijali. Na wengine, mmoja alikuwa ananiambia ndivyo hivyo, tuishi kadiri ya mafundisho ya kanisa, mafundisho ya sakramenti zetu saba, na kwa kupitia mafundisho hayo tutakuwa tunajiweka tayari katika safari hii ya hiyaiya. Mwenyezi Mungu atakapotuita tutakwenda kutoa hesabu. Mungu amependa Padre Kato amalize kumura, wake wakemanda sisi tuyowatukuua atituli ingura hiyo tutaimaliza namna gani? Tumuombe, lakini zaidi na sisi tujiombe, tusimame imara katika imani. Tumesikia mambo waaminifu wa sala. Basi huo ni ujumbe ambao anatuachia. Alikuwa ni mwaminifu, amesimama kwa miguu miwili, wala ya binadamu katika viapo vyake, kama kali yata seja na viapo vingine. Sasa sisi tunaobaki nyuma tujiulize akituita Mwenyezi Mungu, yapo hivyo tutaweza kuongea? <coughs> alikuwa ni mtu mwenye upendo na kujivunia mtu kwamba yeye pamoja wa wa wa wa wa wa na kuwashukuru wale walioishi nao walioishi naye, kwamba wamemnosha na wamemsaidia. Lakini tuwe tayari kusema hili, na mimi ninajifunza kutoka kwake, na haya mambo ndiyo ninaweza nikaendeleza kupitia maisha mazuri aliyoishi Padre neacha kitabu. Mojawapo ya urithi ambao anatuachia ni kitabu cha self-surrender, yaani kujitoa kwa maisha kwa Mkristu kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Hicho kitabu tukisoma, tujue kwamba sisi ambao tumeingia katika maisha yauka katika maisha ya mka, tumetoa maisha yetu bila kujibatiza, au inabidi tutoe maisha yetu bila kujibatiza. Tukisome kitabu hicho, tuone kitu gani ambacho tunaweza kikatusaidia katika maisha yetu. Sio kwamba ni mapadre tu ambao inabidi wasome kitabu hicho al msome kitabu hicho. Sisi sote tumejitoa kwa Kristo kwa njia ya ubatizo, na wengi mmejitoa kwa Kristo kwa njia ya maisha ya ndoa. Jiulize kama katika maisha hayo unaendelea kujitoa kwa Kristo, kujitoa kwa mwenzako na kujitoa kwa wanafamilia wenzako kama huyu mzee anavyoeleza. Je, mimi nafanya sadaka mbalimbali ambazo huyu mzee anazieleza kwenye kitabu katika maisha nilipo, au ninashindwa? Kama unashindwa, mwalimu wetu ni mmoja, bwana wetu Yesu Kristo. Tuendelee kumwomba atusaidie na kwa namna ya pekee